Uh, waandishi wa habari na wanahabari, kwa majina mimi naitwa Esther Msambazi, ni mkurugenzi wa huduma za msaada wa kisheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria. Kama mnapofahamu, Wizara ya Katiba na Sheria inaratibu kampeni hii ya msaada wa kisheria Mama Samia, au kwa Kiingereza inaitwa Mama Samia Legal Aid Campaign, na kampeni hii inatekelezwa katika ngazi za kijamii ikihusisha utoaji wa huduma za msaada wa kisheria utoaji wa elimu, uwakilishi mahakamani kwa kutumia mawakili, lakini pia uandaji wa nyaraka na kubwa zaidi ni utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Mpaka sasa hivi kampeni imeshatekelezwa katika mikoa ishirini na tatu, imekamilika mkoa wa Tanga ambao ni mkoa wa ishirini na nne. Kampeni inaendelea ambapo uzinduzi ulifanyika tarehe nane, bado haujakamilika. Uh, timu ziko uandani zikiendelea na utekelezaji, na mnamo tarehe kumi na nne tutakuwa tunazindua mkoa wa 25 ambao ni mkoa wa Kagera, na kampeni hii inatekelezwa kwenye ngazi za kata na vijiji, kwa maana kwamba tukifika kwenye mkoa husika, tunatarajia tutakwenda katika halmashauri zote za mkoa wa husika na katika halmashauri moja tutakwenda kata kumi na wakati mwingine au zaidi, na katika halmashauri pia tutakwenda vijiji 30 kwa wastani wa vijiji vitatu kwa kila kata, na tunatarajia kufikia makundi mbalimbali mbali, ikiwemo wanawake wanaume a, watu wenye ulemavu makundi mbalimbali mbali. lakini pia tutajenga uwezo kwa wataalamu katika ngazi za kijamii, kwa maana watendaji wa kata, wale wajumbe wa mabaraza ya kata, lakini na watendaji wengine, kwa sababu hata timu ambayo tunaitumia kwenye utekelezaji ni timu ya wataalamu ambao wanatoka kwenye halmashauri husika. Na katika mkoa wa Kagera kampeni itatekelezwa kuanzia tarehe kumi na tano na itakwenda kwa siku mfululizo siku tisa, lakini pale ambapo kampeni itazinduliwa uwanja wa Mayunga pale kutakuwa kuna mabanda kwa siku kumi kuanzia tarehe kumi na nne na huduma mbalimbali zitatolewa pale. Watakuwepo wanasheria, watakuwepo mawakili, wasaidizi wa kisheria, lakini wataalamu mbalimbali ikiwemo ofisi ya kamishna wa ardhi, ofisi ya taifa ya mashtaka, mahakama. Kwa wananchi wote ambao atakuwa na changamoto, aliyeko hapa mjini anaweza kufika moja kwa moja pale akapata huduma lakini pia tutakuwa na watu wa NIDA, Rita ambao wao wanahusika na usajili wa vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya vifo, watakuwa wanatoa huduma pale. Huduma za msaada wa kisheria zinatolewa bure kabisa. Kwa maana nchi anachopaswa kufanya ni yeye kusogea na kuweza kufika pale. Isipokuwa huduma za Rita, kuna kuchangia kidogo unapokuwa unapata zile huduma za Rita, lakini huduma nyingine zote za kisheria utapata bure kabisa kwa hizo siku ambazo uh, kampeni hii itatekelezwa. Na kwa wale wananchi ambao wana migogoro, upande wa pili uko tayari na unapatikana wataalamu wako, migogoro hii tunaweza kuitatua. Tumeshuhudia mkoa wa Arusha, tumepokea migogoro takriban 1000 lakini migogoro 200 tuliweza kuitatua pale pale. Kwa hiyo ni fursa kwa wananchi wa mkoa wa Kagera waitumie nafasi hii ambayo Mheshimiwa Rais ameleta timu hii muhimu kwa ajili ya kuweza kuwapatia huduma za msaada wa sheria bure.